Hapa tulipo leo ni kwenye kiwanda cha kampuni linaitwa Bakhresa Food Product Limited. Bakhresa Food Product Limited ni moja ya makampuni ndani ya makampuni ya Bakhresa ambalo lina uh, jishughulisha na uzalishaji wa uh, vinywaji baridi. Kampuni hili linazalisha maji ya chapa ya Uhai, linazalisha uh, soda zenye brandi ya Azam zina ni chapa ya Azam, lakini pia tunazalisha ice cream na ice lollies zenye chapa ya Azam, lakini pia tunazalisha juisi zenye chapa ya Azam zikiwa na bom, na katika mifumo ya aina mbili, tuna vifungashio vya karatasi kwa maana ya boksi zile boksi za Tetra Pak za lita moja na 250 lakini pia na juisi za chupa ambazo ziko kwenye ujazo wa mililita mia tatu na pia tuna new edition ya mililita eh, mia sita. Hapa tulipo leo ni kwenye kiwanda ambacho kinazalisha uh, vinywaji baridi kwa maana ya uh, soda zenye hii chapa ya Azam lakini pia hapa tulipo tuna kiwanda cha kuchakata matunda, fruit processing plant. Kiwanda hichi cha kuchakata matunda tulichokuwepo hapa kina installed capacity yake ni zaidi ya almost tani saba nane kwa saa. Kwa hiyo kwa siku kinaweza kikachakata matunda takriban tani mia moja na hamsini hivi, na kiwanda hichi kinachakata matunda kwa sasa tunafanya matunda makuye manne tunafanya embe, tunafanya mananasi, tunafanya uh, machungwa, lakini pia tunafanya na peshe kwa sasa mm, bidhaa zinazozalishwa na, na kiwanda hichi ni kwa ajili ya matumizi ya kampuni yetu ya ndani. Kiwanda hichi kwa mwaka uliopita kiliweza kuprocess takriban tani elfu thelathini za maembe, kiasi ya tani elfu sita za machungwa amini za mananasi za machungwa na kama tani elfu moja na mia tano hivi za, za mananasi pamoja na kama tani elfu mbili hivi za ukwaju. Pia kampuni hii kwenye facility hii tuna prosesi, e, ukwaju pia lakini tukienda kwenye uza, uwezo wa uzalishaji kampuni kwenye hichi kiwanda tuna jumla ya laini kumi na tatu za uzalishaji wa vinywaji baridi, zikiwa na laini kumi zinazozalisha soda za aina mbalimbali. Laini hizi ni za kisasa kabisa, na zina speed ya almost kuzalisha e, chupa elfu thelathini kwa saa, lakini pia tuna line moja inayozalisha vinywaji vilivyokuwa packed kwenye makopo. Tuna Ken line yenye kapasiti ya kama tani elfu kumi, amini, kuzalisha e, zile tins makopo elfu kumi na tano kwa saa, lakini pia tuna line mbili zinazalisha chupa amini, juices zilizokuwa packed kwenye chupa ambazo zina uwezo wa kuzalisha takriban tani, amini, chupa elfu ishirini na nane kwa saa zaidi ya hapo, kwenye facility hii pia tunazalisha ice cream zile lambalamba -lamba za ambazo tuna facility hiyo iko hapa. Kwa hiyo kwa kifupi, hizo ndizo shughuli zinazofanyika hapa, lakini kwa kipekee kabisa, nadhani mm mtapata nafasi ya kujionea. Sasa hivi tumeanzisha bidhaa mpya kwenye range ya product I mean ya, ya bidhaa zinazozalishwa na makampuni yetu ya Bakhresa. Bidhaa hiyo ni hii juisi ya ina ni juisi yetu ya Azam lakini inakuja kwa jina inaitwa tamtam juisi. Hii ina aina, kwa sasa tumeanza kuzalisha tukiwa na ladha tatu, tuna ladha ya tropical, tuna ladha ya banana ya ndizi, lakini pia tuta kuna ladha ya chungwa ya pineapple. Hii ni uh, ingizo jipya kwenye bidhaa zinazozalishwa uh, na makampuni yetu ya Bakresa, lakini pia bidhaa hizi na kama ambavyo mtakwenda kujionea zinazalishwa kutokana na matunda ambayo yamekuwa yame processed I mean, yamechakatwa pia katika facility hii. Kiwanda hichi ni moja ya viwanda vikubwa kabisa vya uzalishaji wa bidhaa za vinywaji kusini mwa jangwa la Sahara. Eneo hili tuliopo lina zaidi ya hekta 17 na tuna hivyo jumla ya line 13 tatu za uzalishaji na kiwanda kimoja cha kuzalisha um, matunda na kiwanda kingine kinazalisha ice cream. Lakini line pia mtakazoziona ni za kisasa na ni integrated. kwa hiyo chupa zinazotumika kuzalisha amini kufanya kufungasha hizi juisi zinazalishwa hapa hapa kwenye hii facility. Kwa hiyo, kwa kifupi, hii ndio haya ndio maelezo mafupi ya hii facility yetu. Uh, tumia uh, wakulima kupata maembe yetu. Utaratibu tuliokuwa nao ni kwamba kwanza wakulima wana vyama, na wakulima wanaotoa supply hapa wana chama ambacho wanajiunga nacho. Baada ya hapo, wakisha kuwa wakitambuliwa sisi tuna aina ya maembe tunayo yanunua ambayo yanafaa kufanyiwa processing kwenye facility yetu. Kwa hiyo kwanza, tunataka mahitajio ambayo huwa tunataka ni kwamba mtu kabla ya kutuletea matunda ajue sisi tunachukua matunda ya namna gani, na kwa sababu ya kupanga production, kwa kawaida huwa wa wakulima wanapangiwa time frame, muda kwamba wewe muda wako wa kusupply ni huu. Kwa hiyo wakulima huwa wanakuja hapa, wanapewa kuna vitu vinaitwa vibali, lakini basically ni order kwamba wewe bwana utaleta tani 40 siku kadhaa, wewe utaleta tani 20 siku kadhaa. Ni kwa sababu ni watu ambao tunashirikiana nao, kwa hiyo wanajua. Matunda yanayoletwa hapa, mtajionea kwanza, hayatakiwi kuwa yamewiva kabisa, kwa sababu yakiwa yamewiva kabisa, yanaharibika njiani wakati wa usafirishaji. Kwa hiyo tunataka matunda ambayo yamekomaa sio yamewiva kabisa, ili yasiharibike wakati wa usafirishaji. Lakini pili, huwa yakiletwa hapa, kuna wataalamu wanayakagua, kuna chemba maalumu yanawekwa, mtajionea mkipitia kiwandani, yanawivishwa na yanakwenda kufanyiwa process. Kwa hiyo huo ndio utaratibu tunaotumia, hatwendi kununua wenyewe, ni wakulima wanakuja hapa kwetu, wanakuja kununua wa maembe huko between mwezi wa kumi mpaka mwezi wa pili baina ya mwezi wa kumi mpaka mwezi wa pili mwaka jana tumekusanya tani elfu thelathini za maembe, na kipindi hicho pia ndio msimu wa mananasi. Mananasi pia yanapatikana ya kwa wingi baina ya mwezi Novemba na Januari, Februari mpaka mwezi Machi yanakuwa yameishia. Kwa hiyo haya ninayokuambia elfu mananasi tani 2000 zilinunuliwa kipindi hicho, na msimu wa machungwa unaanza mwezi Mei, Mei, Juni, Julai. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye msimu wa machungwa. Target yetu ni kama tulivyonunua mwaka jana, tuwe tumenunua machungwa tani kama elfu sita na mia tano hivi, na mpaka tunavyozungumza hii leo tumekusha nunua zaidi ya machungwa tani elfu nne... na msimu bado unaendelea. Kiwanda chetu hichi kilianza kim... mwaka 2011 na, na kimeendelea kukua toka wakati huo kimeendelea kuongezeka na laini mpya zimekuwa zikiongezwa. Zungumza hapa kwamba kuna utaratibu kwanza, watu hawapaswi kuleta maembe yaliyowiva hapa. Ukiona maembe yameoza kwenye transportation huko, ni kwamba wamelete maembe yafanya nini, yamewiva. Sisi tunachukua maembe yaliyofanya nini, yaliyokomaa, sio yaliyowiva. La kwanza. La pili, watu wanapaswa kuwa na vi ut, kuna utaratibu. Hatuwezi kuwa tunachukua magari randomly tu hapa. Kwa hiyo lazima mtu aje, nimewambia, anapangiwa siku wewe siku fulani utaleta magari kwa siku tunachukua a maximum of seven trucks. Is it? For machunga, yes. Eight trucks for embe. Embe, 20 trucks kwa maembe. Mmesikia hapa mtaalamu ananiambia kwa siku ana process ma maembe tani ngapi, magari mangapi? 20, 20. Kwa hiyo wanajiwekea ratiba. Sasa uzoefu unaonyesha wakati mwingine wako watu wanaleta ma ma mazao yao hapa wakati hawajaja kuchukua oda. Mtu kasikia tu uko mkoani bahari sana nunua maembe ananunua maembe anayajaza kwenye lori anayaleta hapa. Kwa hiyo akiyaleta hapa sisi hatumpokei mtu ambaye hajafanya nini, hajafanya hajafuata utaratibu. Kwa hiyo pia nichukue nafasi hii kuwataka wale wenye wanao uwezo wa kutusupply hayo machungwa na nini, maembe na matunda, wahakikishe kabla ya kuleta matunda yao kwanza wana nini, wamekuja kuchukua oda na wamefanya nini, wamepangiwa tarehe. Wale ambao hawafuati utaratibu ndio hiyo shida ambao huwa unaiona. Ni kweli huwa kuna watu wanakaa hapo magari, wakati mwingine yanatokea yale mazao yao yanaharibika, lakini sio tatizo letu. Ni kwamba hawakufata utaratibu, na sisi wale waliofuata utaratibu huwa ndio tunawapa priority. Tukiwamaliza wale na hao wengine watapata, lakini tunategemea hilo linaweza lisiwe tatizo lisio kubwa sana, kwa sababu tunaongeza mpaka mwakani tutakuwa tumeshakamilisha hicho kiwanda. Kwa hiyo, kwa siku tutakuwa tuna uwezo wa kuchukua magari zaidi ya hamsini ya maembe. Kwa hiyo tuna uhakika wale ambao pengine walikuwa hawapati nafasi ya kutuletea watapata nafasi ya kufanya hivyo.